anyway anyway live away my beauty I'm the most beautiful girl in in in Kenya Kenya not only in Kenya, but also in Kitale without anyway, so guys Kitale nimefika Nairobi na na na ama bahati na Diana zile dunia you you what is that why are you singing like, singing like that By the way hiyo ngoma ya Bahati ingepewa Diana B, inge trend Kenya mzima. Ju tumezoea Diana B kwa ngoma za ufala kama hizo. Bati Bahati uli promise ukianza ukasema Uta ututaatoka kwa uba, lakini angalia sasa saimazi unaendekea. Anyway, hiyo wimbo ni mzuri. Hiyo wimbo ni mzuri kesi na zero volume. Congratulations Diana Bahati. Next takuwa fix it.

Ananiambia kuna vitu nimeimba, ana feel sitamletea shida so si understand. Yani nikijaribu sielewi bwana. Ebu hey, mi naomba tu msikize hii kitu because you know me I love gospel music and when I do one, I do it for God. Sijui niambieni kaa kuna issue na hivyo